Tahadhari ya kiafya tayari inatolewa mashariki mwa China, ambapo zaidi ya wanafunzi mia moja katika chuo cha ufundi cha Binzuu kilichopo mkoa wa Shandong wamepatikana na virusi vya norovirus baada ya kuugua ghafla. Norovirus husababisha homa ya tumbo na kuharisha. Tukio hili lilianza siku ya Jumanne, ambapo wanafunzi chuoni hapo walianza kuripoti dalili za kichefuchefu, kutapika na hata kuharisha. Shule hiyo ilichukua hatua mara moja kwa kupanga matibabu na kuwajulisha mamlaka za udhibiti wa magonjwa. Uchunguzi wa kina ulipofanywa papo hapo na sampuli hukusanywa kwa ajili ya vipimo. Matokeo maabara yamethibitisha uwepo wa norovirus katika sampuli za kinyesi na usufi kutoka kwa wanafunzi walioathirika. Kufikia leo Ijumaa, jumla ya kesi mia nne kumi na tatu za ushauri wa kimatibabu zimeripotiwa huku wanafunzi kumi na saba wakilazwa hospitalini. Hata hivyo, mamlaka zinasema kesi zote zilizoripotiwa ni za hali ya wastani na hakuna aliyepo katika hali ya hatari kubwa. Kufuatia mlipuko huo, serikali ya jiji la Binzu imeanzisha kikosikazi cha pamoja kinachojumuisha maafisa kutoka wizara ya elimu afya na idara za usimamizi wa masoko. Wataalamu kutoka ngazi za mikoa na manispaa wametumwa kusaidia matibabu na kufuatilia chanzo halichi cha maambukizi hayo ambayo yameendelea kuwasumbua wanafunzi. Hatua za kuzuia zinafanywa kwa utaratibu, zikiwemo ufuatiliaji wa afya ambao umeimarishwa, lakini usafishaji maalumu wa maeneo muhimu, sambamba na elimu ya afya kwa umma kwa ujumla. Mamlaka pia zinawahimiza wanafunzi na wafanyakazi kuendelea kudumisha usafi mzuri na kuripoti dalili zozote mpya mara moja ili kuzuia virusi hivi visienezwe zaidi katika maeneo mbalimbali.